Karibu. Asante. Shikamo bosi. Marhaba. Karibu. Asante bosi. Ndio. Karibu ah, chai bossi. Ah, asante na iliki, mdalasini, shai kunywa. Lakini nimeshatoka me... kunywa chai sasa hivi ila kwanza mbona hujawahi kuleta chai wewe? Aa, anayeleta yuko wapi? Leo chai ya tofauti. Ushawahi kunywa chai ya iliki na mdalasini? Ah, sijawahi. Karibu. Asante, nashukuru. Hey. Sasa bosi nikanaomba hey, nichague niwe mfanyakazi bora tarehe moja Mei mosi. Sasa ah, ambapo nakuja mwilini ah, yeah. ta ku imekaa vibaya bosi wangu nilikuwa nakuweka vizuri. Oh, asante, asante. Ndiyo. Unasema? uh, Bosi, kanaemichague Meimosi nwe mfanya kazi bora unajua? Ndiyo, bosi, vigezo vya mfanya kazi bora. Mm. Ah, ah, sasa lakini mguu huko ni uweke hapa, ujue tuko kazini hapa. ah, sawa, hebu e, utoa ni kuelekezi sasa. Unasikia, ufanya kazi bora sio kuwa napewa mtu kama mandazi. Ndiyo, bosi. Kwanza kamati ya maadili inakaa na wewe, unafahamu vizuri kabisa, kamati ya maadili inakaa, inajua nani mfanya kazi bora, nani anayefanya kazi kwa wakati. hmm. nani anayejali kazi, unasikia? Ndio maana yule amechaguliwa ametimiza vigezo vyote. Sasa bosi, unaonaje tu ukinisaidia, bosi wangu, shida iko wapi eh? Hata kama kuna maadili, sijui kuna kuna, kuna sheria lakini we ni bosi wangu nisaidie, basi. Bosi, sikiliza mimi. mm -hmm. naweza kufanya hivyo lakini sio tena ufanya kazi bora kwa sababu mm -hmm. kamati ya maadili imesha kaa. mm -hmm. Lakini wewe utakufikiria uwe sekretari wangu, lakini kama unavyojua si. mm -hmm. eh, yaani usiwe mm -hmm. na, na mashaka ila kabisa kwenye ufanya kazi bora mm -hmm. kuna vigezo vingi vinavyotakiwa, lakini ile sinateua tu, umesikia nitakuteua kabisa kuwa sekretari wangu sawa. Kwa hiyo bosi, kwenye Meimosi tarehe moja, mfanye kazi bona, amna tena bosi, msaidie basi. Sasa si tayari yule ameshabangwa. Vipi bwana, mbona unaingia bila hata hodi? Hamna, nimegonga. Hapana, hujagonga bwana Nimegonga, labda tu kama ujanisikia. yes, yes. Nimegonga. kuna ah, no. Faili nimeileta hapa, ila kwa mazingira naokuta. Mazingira gani? kinachoendelea hapo mzee, si unaona mwenyewe. Hapa tunachoongea ni mambo ya kazi. Mambo ya kazi mmesogeleana hivyo? Hii si ni rushwa dhahiri kabisa, ni rushwa ngono inaendelea. Kinachoendelea hicho mzee sio kizuri na sio utaratibu wa utumishi. Hapo unapokea rushwa ngono, unasemaje? Tumeosha dai kabisa ni lusha mbono. Kuna kitu tumeona hapa tunafanya. Angalia kiti kilipo kaa hapa. Tazama. Kiti kilikao hapo. Hapa tunaongea mambo ya kazi. Huyu ameweka miguu juu. Kweli kweli ni kweli , bosi. Sikiliza kijana, hayo ni majungu hayo. Eh? Kama ni majungu? Sawa. Ila anaipeleka kwenye uongozi wa juu. Siwezi kukubali. Hii sio sio nzuri. Na ndio maana hao ukiwatuma ofisini wanakuwa wajeuri kwa sababu mnawapa nyinyi viburi. Mimi siwezi kukubali. Lakini ukumbuke mkubwa ni mkubwa tu. Sawa. Yatakugeukia. Mimi lazima nifikishe kwa mkuu. Shauri yako mimi nakwambia. Haya. Ha. Unaona wewe kahaba ulichoniletea? Sikiliza, mimi nakwambia jambo lolote likimtokea wewe, utakufanyia kitu kibaya hutasahau katika maisha yako. Toka chini hapa. Balaa gani hizi umeniletea hapa? Ha. Kweli haya mambo yatakuwa hivi kweli oh. Mungu anisaidie. Ba. Na ubosi wangu huu alafu nakuja kuadhilika na, na maraya hivi. Basi litendo linanishangaza sana, sijui itakuwaje.